Mikono isiyopakwa vumbi. Kuna simulizi asili, simulizi isiyoandikwa kwenye vitabu wala magazeti, ni simulizi ya wanaume wote wanaopambana kila siku. Kabla ya jua kuchomoza, mwanaume anaamka, anaamka si kwa sababu ya raha, bali kwa sababu ya wajibu. Anavaa viatu vyake vilivyochakaa mara nyingi nguo zilizopauka, lakini moyoni mwake kuna nguvu moja: familia yangu lazima iishi, lazima nipambane. Unapomwona fundi akipiga tofali kwa mikono yake iliyopasuka, ukimwona dereva anahangaika barabarani kwa mvua na jua, unapomwona kijana akisukuma mkokoteni sokoni, au akibeba zege mgongoni, usione kazi ya kawaida, Ona ushujaa uliofichika, kwa sababu nyuma ya jasho hilo kuna watoto wanaosubiri chakula nyumbani, kuna mama anayehitaji dawa hospitalini, kuna ndoto za familia ambazo hazitaisha bila mapambano yake. Na mwanaume anapoumia mara nyingi hubaki kimya, na machozi yake huyaficha gizani, kwa sababu dunia imemfundisha kuwa mwanaume huwa halii, lakini moyoni anabeba maumivu makubwa: kukataliwa, kushindwa, na wakati mwingine hata kudharauliwa. Lakini hata hivyo, anaamka tena kesho, anafuta vumbi, anasimama na anaendelea kupigana. Hiyo ndiyo nguvu ya mwanaume, nguvu ya kuanguka mara mia, lakini kusimama mara mia na moja. Kila mwanaume ni shujaa. Hawana medali shingoni, hawana makofi ya umati, lakini historia ya kila familia itasema baba yetu, kaka yetu, mjumba wetu ndiye aliyepigana ili tusilale njaa, ndiye aliyetulinda, ndiye aliyetufundisha maana ya kujitolea. Kwa kila mwanaume anaendelea kupigana leo hii, fahari yako haipimwi kwa pesa ulizonazo bali kwa mapambano ulionayo nayo. Jasho lako, uchovu wako, ukimya wako, vyote ni ushindi. Na hata kama dunia haikushangilii, fahamu hili: familia yako, jamii yako na vizazi vijavyo vitakushangilia kimya kimya. Funzo la hadithi: heshima kwa wanaume wote. Mapambano yao ni msingi wa maisha ya familia na jamii. Mwanaume ni shujaa, si kwa mali, bali kwa moyo wa kuisimamia kila siku, kuipigania kesho bora. Mikono iliyopakwa vumbi leo ndiyo mikono inayoijenga kesho ya vizazi vijavyo. Hii ndio simulizi ya wanaume wote, mashujaa wasioandikwa lakini wanaoibeba dunia kwa mabega yao. Asante kwa kuwa nami mwanzo mwisho. Ni mimi mtunzi wako Faresi Baraka, na msimuliaji wako Faresi Baraka. Usisahau kulike, kucomment, kushare na kusubscribe. Asante.